Ushawishi wa Diamond Platnumz unazidi kuwa mkubwa kina mwanoma mara baada ya kuonyesha ukubwa wake katika sehemu mbalimbali za mziki wa dunia zima, lakini pia mziki wa Afrika, kupeperusha bendera ya bongo flava na Tanzania kwa ujumla. So Diamond amevutia watu wengi sana kutokea mabara tofauti tofauti, lakini pia wasanii ambao hawajawahi kufanya kazi na Diamond Platnumz wanatamani pia wafanye naye kazi kwa sababu ushawishi wake of course umekuwa mkubwa sana. So baada ya show ambazo amezifanya kipindi cha nyuma show um, za kimataifa nikiwa namaanisha hatua zake ambazo alikuwa anaenda za matamasha mbalimbali ambao ni makubwa kinoma noma, na ameenda yamewakilisha vyema mziki wa Bongo Flavor na watu wamekuja wengi wamekaa wengi nyome sana, tofauti na watu ambavyo wametegemea. Saa hii hapa imetokea siku ya leo, msanii Diamond Platnumz amewasili katika TV kubwa au uh, kituo cha televisheni huko nchini Marekani New York, akiwa anafanywa mahojiano, so watu walikuwa nashangaa sana kuona msanii Diamond Platnumz kufika maeneo yale, lakini pia TV kubwa ya Fox New York ambayo ipo nchini Marekani ni moja kati ya TV ambayo inaalika wasanii wengi sana wakubwa na TV ambayo inajulikana of course na kwa pale Marekani. So hii ni kubwa sana, ikiwa na maana kwamba mpaka msanii Diamond Platnumz imefikishwa katika TV ile pale ni sasa, na watu sasa hivi katika ulimwengu wa burudani na mataifa mbalimbali wanamfahamu na Uh, so mchezo wala sio kitoto kukaribishwa kwenye TV kubwa kama ile alafu ufanye mahojiano na msanii mkubwa wa Afrika kama vile. Kwa hiyo mziki wake unasikika na watu wanazidi kuenjoy. Unamshauri ni Diamond Platnumz baada ya kuonekana kufanya interview na TV kubwa sana kwa pale New York